Ni dharura sana kumpenda Bwana Mtume Muhammad sal llahu alaihi wasallam. Ninakusudia nieleweke, ya kwamba mwislamu kumpenda Mtume Muhammadi sio khiari, ni jambo la wajibu, na ile kumpenda Bwana Mtume iwe hakika, isiwe majazi, apendwe hasa kila mtu kwenye moyo wake yawemo mapenzi ya kweli na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu ni nyingi, lakini itoshe kwenye hizo sababu kwamba yeye anatupenda, yeye anatupenda sisi sana. Na namna tulivyosomeshwa Qurani, tumeelewa hakuna mtu hata mmoja anzia wazazi anzia mabosi maofisini, anzia kwa majirani, ndugu zako na jamaa zako, hata viongozi wa nchi na serikali, hakuna mmoja wao anayekupenda kumshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam. Mwishoni mwa Suratu Tauba mula wetu anasema, lakad jaakum rasulun min anfusikum na kisomo kingine min anfasikum. Sasa anzia hapa, azizun alaihi ma anittum, na kisha uendelee harisun alaikum bilmuminina raufur rahim. Kuanzia kwenye azizun alaihi ma anittum mpaka bilmuminina raufur rahim, haya ni mapenzi makubwa sana ya Bwana Mtume Muhammad kwetu. Sasa kawaida inasemaje? Anayekupenda kwa kiwango hicho wewe, umpende? Umchukie? tunatakiwa kumpenda mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yale mapenzi yaonekane. Mtu mmoja anaitwa al-Imam al-Baydawi amesema mapenzi yana daraja tatu, lil hubbi thalathatu marahil, mapenzi yana hatua tatu, na zile hatua isirukwe hata moja. Al-marhalatul ula al-jinani wthania allisani wa lakhira al, al abdani. Acha mbali mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hata ukimpenda mwenzako hayo mapenzi yako yapite sehemu tatu. Mimi nampenda sana Shekhe Yusuf Kidago, na Mwenyezimungu ambaksishe katika dunia hii ampe umri tawili. Nampenda ndugu yangu huyu Shekhe Walidi bin Shekh Lhadi. Huyu ni ndugu yangu kwa sababu mimi nilipokewa kuwa mtoto wa marehemu baba yake ustadhi Ilhadi, akanipokea mimi kuwa mwanawe, nampenda huyu. Lakini mapenzi hakika yapite hatua tatu, ayuha ikhwa. Ya kwanza ni moyo, hayo mapenzi yenyewe yawe moyoni, kwa sababu moyo wa mwanadamu ni mkoba. Alqalbu wiaun, moyo ni mkoba, na mkoba huu unabeba mambo mawili tu Mkoba uitwao moyo unabeba vitu viwili tu. Kitu cha kwanza ni mapenzi na cha pili ni chuki. Ukimsikia mtu anakwambia nakupenda, na ikawa kweli haya maneno yake, kinywani hayajabeba ujumbe kamili ulioko moyoni. Ulimi ni mkalimani dhaifu wa moyo, ukweli wa hakika unabaki moyoni. Na akikwambia mtu waziwazi na kuchukia, sikupendi, usishtuliwe na huu ulimi Chuki hasa iko wapi? Iko moyoni. Yaqulu Rabbuna, kad badatil baghdau min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbaru. Ukisikia anakuchukia mtu mdomoni, basi ogopa sana moyo wake. Benki ya hiyo chuki yake iko moyoni. Alqalbu aljinanu, mapenzi yanaanzia moyoni, lakini hatua ya pili ni ulimi. Ukimpenda mtu utumike ulimi kumtambulisha kuwa unampenda. Sisi sote hapa iwe tunatangaza hadharani hasa kwamba tunampenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaona hapa, mimi nampenda Sheikh Walidi, nampenda Sheikh Kidago, Sheikh Jamzuri, nampenda sana unafahamu, nampenda Al-Murabi al al al al al Sheikh Samiri. Ndio nasema tena, mapenzi yangu yako moyoni, lakini sasa ndi nasema nawapenda, nanie nyote mliokaa hapa, nawapenda Msianze kufikiri labda na mimi nimo labda nimetolewa la, nyote nyinyi kwa ujumla wenu, mimi nawapenda, hakuna adui yangu hapa. Mkeo au mtu unatamani awe mkeo baadaye au itakavyokuwa, ikiwa unampenda moyoni tu, kinywani humwambii, umefeli. Mtume Muhammad anasema: idha kana almar'u yuhibbu ghayrahu falyukhbirhu bi annahu yuhibbu ikiwa pana mtu anampenda mwingine kama mimi nilivyoeleza hapa, basi amwambie, bwana mimi nakupenda. Na hayo kayafanya wazi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemwambia Muadhi bin Jabali radhiyallahu anhu, ardahu ya ghulamu inni la uhibuka, we kijana, mimi nakupenda. Do Muadh kafanikiwa, amepita, amefaulu, ametangaziwa mapenzi na Mtume Muhammad waziwazi, wazi ulimi ndo kituo cha pili. Halafu kituo cha tatu, unajua kuna shida kwenye hili eneo la kuambiana na kupenda. Kuna shida mbili, shida ya kijamii na shida ya kifamilia. Ukianza kwenye familia, hapa mpo watu, mna wake zenu, na Mungu azitie amani ndoa zenu, huu pengine ni mwaka wa tano wa saba mpaka wa kumi, yule mume hajawahi kumwambia mkewe na kupenda hata kwa maigizo hata kwa kuigiza neno nakupenda. Yule mke analisikia kwenye TV, analisikia barabarani, yeye hajaambiwa nakupenda. Sasa kama huwezi kumwambia mkewe nakupenda, unamwambia nani huko nje? Lakini huyu ambaye hamwambii mkewe nakupenda, hamwambii huko nje kwa wengine, ana mistari mizuri, kule ni mwalimu wa arud huko nje, ukimsikia anavyoimba huko nje, utasema ndio mufti wa mantik huko nje Hatari sana. Nakupenda ianzie nyumbani, mwambie mkeo nakupenda. Mwingine alinisikia anasema haya maneno akaona ala, kumbe ni sunna hasa mtu kumwambia unayempenda nakupenda, na hasa huyo mkeo. Siku ile akahamasika akarudi nyumbani akamwambia, mke wangu mimi nakupenda. Ile mama akaambia, bwana sema tu shida yako, una shida gani? Kuanzia lini haya mambo? muda mrefu, si tumeshaacha huko ndani, sema una shida gani? Mapenzi yanatoka moyoni yaje kwenye ulimi, sasa ni kwenye abdani, kwenye utendaji, utende matendo abral mahabba, matendo yatakayoonyesha huyu kweli ananipenda. Lakini kuna jamii, kuna shida, na hasa sisi wanamume siku hizi. Hebu ukikutana na mtu njiani, ni binadamu mwenzio, mwanamume mwenzio, pengine umemjua muislamu mwenzio kwa namna alivyovaa. Mwambia salamu aleikum, bwana, nakupenda wewe, utakula ngumi moja. Atakwambia, la, unanipenda unadhamiri gani bwana? Wee, unanipenda vipi bibi? La, lakini tuambiane, tunapendana, na hasa ni lazima kumpenda Mtume Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hii nukta yangu ya kwanza, tumpendeni Mtume Muhammad kwa sababu yeye anatupenda sisi. Nukta ya pili, na sasa nakaribia kukaa, nataka nikae chini ii kumpenda mtume isiyo mujarradi wa kumpenda bali kumpenda mtume kiwe ni kiwanda kinachotengeneza kumfuata alhubbu ma'al mutaba. Ikithibiti kumpenda mapenzi yetu kwa mtume yazalishe kumfuata, tusimpende na hatumfuati itakuwa ile mapenzi ndo majazi, nilisema sio atumpende pamoja na kumfuata. Tumfuate mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na miongoni mwa njia zile na wasaili za kumfuata bwana mtume ni kuhakikisha kwenye miji yetu kunabaki kuwa na amani. Mtume kasema sallallahu alayhi wasallama, almuslimu man salima lmuslimuna min lisanihi wa yadi. Hii kupeana amani hii ni katika kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapa nalenga siku ya tarehe 29 mwezi huu ile almuslim man salima almuslim na katika riwaya man salima an nasu min lisanihi wa yadi, asiwe muislamu tu nampa amani, mpe amani binadamu mwenzako. Ukikaa mahala na mwanadamu, awe anachuma amani kutoka kwako, wacha mbali, yani bighadhi nadhari an mutakadati aladiani la, mpe amani binadamu mwenzio, ni katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. ikifika tarehe 29 Twendeni kwenye vituo vya kupiga kura, inshallah, nami nitakwenda, twende vizuri, bi kulli huduin watmanina. Twende tukapige kura. Kura kwa medani za Kiislamu ni amrun jaiz, sote tunaenda tukapige kura. Na kwa maandiko ya nchi yetu, katiba na sharia yameeleza kuwa ni haki, yaani kwenda piga kura ni haki yako. Twende tukafanya hiyo haki na kusihi, ukishapiga kura geuka taratibu uanze kurudi nyumbani uke, na uoche umempa maagizo mkewe mkeo, na ni vizuri kabla ya maagizo umwambie nakupenda, naenda kupiga kura, ukute kashaanda na supu kabisa, upumzike nyumbani. Acheni kusikiliza na kushawishika na maigizo igizo haya yanayopita mitandaoni. Mitandaoni kuna maigizo mengi saa hizi, kuna wanaoigiza kuwa wao ni askari askari jeshi, yako maigizo hayo walijifunzia wapi? Sijui majeshi hayo, kuna maigizo wengine. Alhasil, usisikilize hayo maigizo, jiandae kuwapa amani wanadamu wenzako. Ukiwa hukunisikiliza haya maneno, ukishapiga kura baki, alafu baadaye tutakutana, nitakuuliza baada ya kubaki umekutana na kitu gani? Sasa, kwa kuwa mimi napenda kuwapa amani, nawaeleza, mkipiga kura rejeeni nyumbani, na msisahau, kwa imani ya Kiislamu sahihi anayemweka kiongozi madarakani ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile kura yako ni sababu tu, na wala usidhani usipopiga kura rais hatokuja. Ukipiga kura na usipopiga kura Mungu atamuweka kiongozi katika nchi hii, weka timize haki yako tu. Na mabwana, tupeane amani na tumfuate bwana mtume kwa vitendo. Mkuu wa wilaya amekuja kwa sababu nasisitiza amani, naye pia apewe amani, naye huyo apewe amani. E, muhimu sana muhimu sana sasa la mwisho katika haya ninayosema hapa nasitaki kuchukua huu muda wenu tujaribuni kumfuata mtume kama ndio zao la kumpenda kwenye eneo la kuacha maasi tuacheni maasi bila ya kutumia upendeleo maasi yamezidi yamekuwa maasi kama maji ya kunywa na hasa maasi ya uzinifu yaani imefika ya pahala huwezi kupita mtaani, nyumba moja, nyumba ya pili, ila kuna mtoto wa uzinifu. Ni kama maji ya kunywa hivyo ya subhanallah, Mwenyezi Mungu atustiri sana, tustiri sana. sasa tuache maasi, tutubu kwa lengo la kupata radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tusiache maasi kwa lengo jingine. Mimi najua pana watu hawafanyi machafu, sio kwa sababu Mola akasema, wala takarabu zina la kuna watu wameacha machafu kwa kuogopa jambo linaitwa ukimwi. Ukitubu uzinifu kwa kuogopa ukimwi, haitwi toba. Uwache maasi makhafata iqabillahi subhanahu wa ta'ala, kwa kuogopa adhabu za Mungu. Watu watatu waliacha ulevi, walikuwa walevi mno, umekunywa sana ulevi, mwisho wakaamua kuacha, lakini hawakuacha kwa sababu Mola hataki watu walewe walikwenda kulewa na safari yao wamekwenda mbali. Na walevi mmoja nilimuuliza, kwani wewe ukinunua ulevi dukani ukaja nyumbani ukakaa unakunywa nyumbani, unakulewi kwa nini mpaka uende mbali? Akanambia, tunafata jamaa e, kule tunafata jamaa. Kumbe jamaa sio msikitini tu, mpaka na kule baa wanafata jamaa. Sasa wale watatu wamekwenda kulewa wamefuata jamaa, wamerudi usiku wa manane, wamelewa sana. Allah Mungu akubariki ndugu yangu. Ndio nakupenda sana, mambo mengine ndo kama hivi. Sasa ntakuchukiaje mimi? Mimi na akili. Kwa sababu sasa wanarudi saa nane usiku, ulevi umewashika wakapumzika mahala kwenye kichaka, wamelala wanakoroma katikati ya usingizi ule, mmoja alishtuka katika wale walevi watatu. Pembeni yake akasikia pia kuna kukoroma, lakini sio kwa kawaida. Kuna ukoromaji unatokea hapa pembeni, sio ule wa kawaida. Akageuza macho taratibu pembeni hapa, kumbe kuna simba naye yupo hapo amelala. Kwa nini huyu simba kalala? Walipotoka kule baa walibeba ulevi kidogo, wanarudi nao nyumbani, yule bwana simba naye akaja alipokuja kanusa nusa mule mwisho, wakati ya ulimi akarambaramba akaona kama ameelewa. Yule simba sijui naye alikuwa mlevi, yule simba akaamua kuanza kunywa lile tembo la mnazi. Simba kanywa lile dumu lote kamaliza, naye akalewa. Alipolewa naye akalala. Sasa wamelala walevi wanne, watu ni watatu na simba mmoja, wote walevi sasa. Huyu simba anakoroma, kuna bwana mmoja akashtuka, akaangalia anasikia ukoromaji sio wa kawaida, na kuna kama vijisharubu sharubu vinamgusa hapa pembeni. Alipogeuka taratibu, akagundua ni simba. Sasa anatamani kukimbia, anaona sitomuweza simba kwa mbio, na itakuwa nikikimbia nitafuatwa mimi tu, bora nitulie. Lakini mpaka lini? Na mimi ndo nimepangana na simba hapa? Akaanza kusema taratibu, mabwana mabwana, amkeni, tunaliwa. Tafadhali ni amkeni kidogo kidogo, kwa sababu simba bado hataamka. Lengo la kuamshana hapa waamke watu, sio simba. Jamani, ni amkeni jamani, hali sio nzuri, tutaliwa. Alfajiri wale watu wa vijijini wakulima wanakwenda mashambani wamepita hapo, fawajadul masala tahakadha. Ala, muujiza gani leo wamelala watu na simba baada alfahsi shadid wakagundua kumbe wote wamelewa na wamelala. Wakatafutwa askari wa wanyama pori, maana kila mtu duniani anala kwake, sio fal, kullu muyassarun lima khuliqa lahu e, kila mtu na kazi yake. Unaona, wapiga picha hawa wanatupiga hapa, ndio jambo lao hili. Na mtu ashike jambo lake. Sasa hivi ukinipa mimi kazi hii ya kukupigeni picha mtajuta, ntakutoeni na mikia. Kwa fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Wakaja wanyamapori wale askari, wakawaondoa wale simba. Toka siku ile wale walevi wakatubu, hawajalewa mpaka wamekufa au hawakutubu, kwa sababu Mungu hataki ulevi. Walitubishwa na simba. Tutubuni, ndiyo sehemu ya kumfuata Bwana Mtume Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shekh Othman Khamis, umeeleweka sana, na Mungu wa kulipe kila la kheri. Twakimbizana na muda, ni saa ngapi? Sama kamili, mzee wasemaje hapo?